dile itatimia kwa sababu umemwamini na hauna mashaka, najua ataitimiza. <tikin> Exclusive interview. Kutoka hapa Mbezi e, Mbezi Mwisho e, hii ni CF Media na tupo na mwimbaji wa nyimbo za Injili lakini pia Mungu amemjalia vipaji mbalimbali usi mwingine ni Paul e, Samweli. Bwana Paul, habari za majukumu. Si habari, ni njema na mshukuru Mungu sana. Hongera sana kwa majukumu mengi sana ambayo nafanya, lakini pia kuimbaji na kipaji ambacho unacho Asante sana mshukuru Mungu kwa sababu ni kwa neema tu na upendeleo pia, yeah. Ndio poni nani hasa, po ni mtumishi wa Mungu, mtumishi hmm. wa Mungu kwa njia ya uimbaji anamtumikia yani, Mungu kwa njia ya kuimba ndio. mm -hmm. Uligundua lini kwamba una kipaji cha kuimba? Mimi nadhani ni kwa neema tu, kwa sababu tangu nikiwa ndo najielewa nilikuwa napenda sanakuimba nikisikia mziki nisikia, mimi nadhani ni tangu tanu kinakua shuleni 4 aadao nikasome IT ila nani ada haikutosha, nikasoma tu kombi chache, yani mada chache, topic chache kwao, ikabidi nitulie nyumbani hivyo hmm. Kwa hiyo umelelewa na wazazi wako hai? Ya, nimelelewa na wazazi wote yeah, wawili, lakini aa, sehemu kubwa nimelelewa shule boarding. Eh, kwa sababu si tangu naanza la kwanza hadi form 4 nimesoma boarding mpaka sasa hivi. una wazazi wapo? Wazazi wote wapo yeah, wote wawili wanachukuliaje namna ambavyo sasa hivi umetumika kufikisha ujumbe katika jamii ya Kitanzania? e, sasa mimi nadhani wanafurahi sana, wanajivunia sababu, mara ya mwisho juzi nimeongea na mama, anasema bwana, nasikia watu watu wanakuongelea ongelea, mimi sijui sielewi. Nikamwambia mama, utajua tu, wewe tulia kwa na, na, na wanajivunia yani, wanafurahi sana ya. nadhani na, mm. E, na e, kwa namna ambavyo jamii inakuwa inakutazama wewe yani, kwa sasa hivi E, jamii ya Kitanzania ya Watanzania, watu ambao nafanya nao hapa mahali hapa, wanakutazama vipi kwa sasa hivi kulingana na kipindi cha nyuma? Okay, yani kwa na mshukuru Mungu kwa ninavyoona, kwa sasa unavyoniangalia, tofauti na nilivyokuwa na anza, wanachukulia katika level fulani hivi, na kitu ambacho tunashukuru Mungu, kwa sababu anaonyesha kwamba kuna kitu ambacho sio cha kawaida kwa huyu mtu. Kuna shukuru Mungu, anatazama kwa namna nyingine kabisa, ndio mm. E, Mungu alivyotumba wanadamu ametumba kwa namna ya kipekee. Nadhani na wewe Mungu ambavyo amekuumba e. Wewe kama kijana ulipokeaje? Ulipoanza, ulipo kuwa na ufahamu wa kuelewa kwamba uh, huna uh, viungo kamili vya miguu yako? Uh, mi namshukuru Mungu kwa sababu, kwanza shule nilizosoma, kwanza primary ilikuwa ni shule special, ni shule maalum kwa hiyo namshukuru Mungu, nilianza kujifunza kuji huko jinsi ya mimi kujichukuliaje kuji na kuishi na watu Mungu, na, na ha, ha, ha, ha, yaani, kwa namshukuru Mungu sababu alinipitisha kwenye sehemu ambazo nazistahili. Ndio, na jamii inayokuzunguka inaonaje hii hali yaani, kwa sababu tunaona namna ambavyo watu wengi sana wanapita katika changamoto kama hizi na wanakuwa wanapita katika psychological problem kwa sababu wengi wanakuwa wanawasema wana namna tofauti tofauti, sijajua. Yeah, kwa, kwa wengine ila kwangu kwa sasa nadhani watu wanaanza kuelewa, ila kwa zamani kweli ilikuwa hivyo, watu ni kama watutenga, watunyanyapaa hivyo, ila kwa sasa namshukuru Mungu ni kama watu wanazidi kufunguka wengi na kuelewa kwamba hawa ni kama sisi tu. Kwa hicho namshukuru sana Mungu yeah ila kwa zamani kweli nilikuwa naona kabisa, hata mimi mwenyewe amenitokea sana, wala kunyanyapaa sometimes na kutenga yani inakuwa kama, na sisi ni binadamu haya, tuna yani tuna ulimwengu mwingine wa kwetu. Ya kwa sasa asilimia kubwa naona, hata nikienda kwenye daladala sehemu zingine, kuchangamana na wengine anachukulia kawaida, tofauti na zamani kiu kweli ya yeah. na vipi kuhusiana na na, na na na na familia pengine kwa sasa hivi Uh, upo na familia yako, upo na mke? Uh, uh, bado Mungu hajanipatia kufanana naye eh. Sasa so, hajanipatia kufanana naye ko bado familia sina <laughs> ila na, na mtoto tu mmoja utarajia okay, yeah, <laughs> miaka ijayo fulani hivi tutapata hiyo yeah, lazima kwa sababu eh, nanio ni, ni Mungu aliandika ali, ali, ali lazima uwe na mwenzako kwa Mungu tu atakapo, wakati wa Mungu utakapofika itakuwa yes. Kwa nini ulichagua mziki wa Injili kufikisha ujumbe na sio Bongo Flava na sio nyimbo zingine? Uh, ni kwa sababu nilijua kwamba anayetakiwa ku, ku, kuimbiwa ni mmoja tu, anayetakiwa kutumikiwa ni mmoja tu, ni Mungu. Kwa hiyo ikabidi nikae upande huo mm. Kwa sababu tangu nakuwa mimi, namshukuru Mungu, nimekuwa katika misingi ya kidini Kwao nilikuja kugundua natakiwa kuimbiwa ni Mungu tu, ndo aliyenipa sauti, ndo aliyeniumba, kwao natakiwa kupewa utukufu na sifa, ndo hivi tunavyowakilisha sasa muziki mm, wa injili. Namna ambavyo anaimba watu wachukulie labda ile ni namna ya kutaka labda fedha, kwa sababu mfano katika hapa Mbezi, wapo watumishi wa Mungu wanahubiri, lakini wameweka pia makopo fulani hivi kama chombo cha sadaka, watu wanachukulia kama ni kutaka fedha. Hata mimi naimbaga na weka iko chombo cha sadaka kwa sababu baada yani yani, ya kugundua Mungu anataka nimtumikie na sina kazi nyingine, na nilivyokuwa naimba watu wanabarikiwa na toa chochote kabisa, iwe kama kazi yangu. Kwa mimi namtumikia Mungu, ni huduma, ni kipaji ambacho amenipa lakini pia ndo kazi yangu. Yani Mungu ndo amefa yani ame, nadhani amepanga nile kupitia hiyo huduma yake. Kwa hivyo yani sijui wengine wanachukuliaje, japo kuna wengine wanachukulia kama mimi natafuta tu hela, kuna wengine wanachukulia kama omba omba kwa kila mtu na mapokeo yake, ila mimi najua nachokifanya. Yes. <laughs> Na mapokeo ya watu sasa hivi kupitia hiyo Injili I, in, ina, ina, matokeo gani kwako? E, sasa namshukuru Mungu sana kwa sababu kipindi naanza na hadi sasa hivi nilipo ni hatua kubwa sana. Mungu anazidi kuwafungua watu, Mungu anazidi kuwaelewesha watu nini ninacho. Zamani ilikuwa nichukulia kawaida, ila sasa hivi baada ya watumishi wakubwa kuja kuniona, wasanii wakubwa na nini, kumbe kitu kipo serious. Watu sasa hivi namshukuru Mungu anaelewa sana ni kuna hatua wanaiona nimepiga kola, namshukuru sana Mungu mm. Tumeona hivi majuzi uh, watu mbalimbali mbali, wamejitokeza kwa namna tofauti tofauti, na kuguswa namna ambavyo unaimba, namna ambavyo unajitoa kwa Mwenyezi Mungu, na hii kwako wewe inakupa, uh, inakupa challenge gani au inaku, inaku, inakupa kuendelea namna gani mbele? Yani hiyo kwanza inanipa moyo sana inanimotivate afu yani inanifanya ni nizidi kukua katika kitu ambacho nakifanya. Yaani hainifanyi nikate tamaa wala kujiuliza maswali kwa nini hivi na nini. Yaani inanifanya kufika hatua kubwa sana kwa sababu ninachokifanya kumbe kuna watu wanakichukulia kwa ukubwa huo kwa sababu kuja mtu mkubwa hapa sehemu ambayo mimi nahudumu. Yaani stand bora hata ingekuwa na kanisa langu la nini lakini stand mtu anakuja kunitembelea na kunitia moyo. Ni hatua kubwa sana na shukuru Mungu yaani na Naona kabisa kumbe Mungu kuna sehemu ameniandalia kubwa sana. Yani, unaweza mm, kunitajia sasa hivi ni wangapi watu maarufu ambao na, na pengine ukanitajia hata majina yao wangapi ambao wamesha kuja kukutembelea, unasema da uweze surprise mpaka wanakuja hapa? Yeah, mara ya kwanza nakumbuka yani ma ministers wakubwa, mara kwanza alikuja dada Rehema Simfukwe. Alin surprise pia yeah. mara pili akaja minister Stewart Mwakasege kama mnampata mwimbaji wa nyimbo za Injili. Lakini mara mwisho juzi hapo amekuja dada Nandi kwa mwimbaji wa Bongo Flava, lakini mdada ambaye anaimba na nyimbo pia za kutia moyo na nini. Nilifanyaga challenge ya wimbo wake na akabarikiwa kwa kweli, akaona kana kitu kaja pia kunisurprise kwa mimi wakijao. Najiona kumbe kuna sehemu kabisa Mungu ameniandalia. Ko, nashukuru Mungu pia. Nandi wakati anakuja hapa? Yani ulipata taarifa ulipata kutoka wapi kwamba Nandi atakuja kukutembelea? Aye ndo aliposti e alivyoona ile challenge yake nimeimba wimbo wake sana, kwenye akaunti gu mabedoko mazuri utukufu hadi utukufu. Mimi naamini kumtumikia Mungu hamna hasara ya. Mungu ukimtumikia lazima tu kuna sehemu anakupeleka ya. Malengo yako sasa hivi, eh, katika eh, kipaji ambacho amekupa Mwenyezi Mungu ni yapi? Aa, malengo yangu ni kwa sababu nimegundua Mungu amenionyesha kwamba ni, natakiwa ni, niwe upande huo. Sasa malengo yangu ni kumdhihirisha huyo Mungu kwa viwango vikubwa, yanamaanisha kuja kuwa mwimbaji mkubwa kimataifa. Dunia nzima ijue kitu gani Mungu ameweka na dunia nzima ibadilike, au yani, ipate kitu kutokana na kitu ninachofanya, ya imjue Mungu zaidi na zaidi kwa viwango zaidi. Kwa malengo yangu na vision yangu natamani sana Mungu anifikishe top, kwa sababu Mungu wetu ni wa, wa, wa, wa viwango. Kwa hiyo nataka nimtumikie kwa viwango vikubwa sana. Mm-hmm. Yeah. Na kwa sasa hivi Tanzania tunaona kidogo kuna pasenti kutoka serikalini inasapoti watu ambao wana, wana, wana, wana ulemavu. Kwako wewe lisiai kukufikia kwa, sidhani labda kipindi iko shule, kwa mazingira ya tangu nianze kujitegemea sijawahi kupata kitu kutoka serikalini. Yeah, labda labda kama vinakuja la sijawahi kupata. Hmm. Na wala uongozi pengine hawakutambui wa, wa, wa, wa, wa, kwamba kuna mtu fulani ana kipaji, tumsapoti kwa namna fulani, sijajua. Ninachojua mimi wakati wa Mungu ni sahihi, labda hujafika tu, lakini huenda wananiona au wa, wanajua labda, wanafikiria la sijajua, la sijae ku, ku, kupata hicho kitu, huenda oh, ipo siku yeah. Sijajua ndio. <coughs> Eh, eh, nani, wakati mama anatambua kwamba po, eh, ni mwanangu na ana ulemavu Ulishai kaa kumuuliza mama kwamba mama, ulipokeaje wewe kama mzazi? Yeah. Obviously lazima mtu ashtuke kwa sababu sio kawaida, yani kawaida mtu azaliwe mzima, ila kutoka kama mimi lazima tu mtu atakuwa na doubt, atakuwa na maswali mengi, lakini namshukuru mama, alisimama nganga ya mpaka kufika hapa. Namshukuru na na sana, kwa sababu angekuwa ni legevu au kusikiliza maneno ya wa watu na nini, sidhani kama ingekuwa hivi leo. Namshukuru Mungu kumtumia mama yangu mi kufika hapa ndio, kwa sababu ni neema tu, kwa kweli. Wengi walisha kufa wa wenye ulemavu hivi, wanafungiwa, wanatelekezwa, wana wana labda lakini mimi wai mimi, kwa nini ishi? Kuna kusudi ka. Namshukuru sana mama yangu, kupitia yi yani mshukuru Mungu kupitia mama yangu yes. mm -hmm. Mm, unatoa ujumbe gani kwa vijana? Maana tuna vijana wana, wana, wana mili kamili lakini wengine hawafanyi kazi, wanakaa kwenye sehemu ambazo sio nzuri, wangetumia muda huo kupambana kuingiza pesa. Yaani ushauri hapo ni mmoja tu. Mungu wa, Mungu hajakuumba kitu zof. Eh, yani, Mungu anaumba kitu ambacho ni kamili. Yaani kama nimezaliwa mlemavu lakini Mungu una kitu ameweka ndo kama hivi naona nafanya. Kuna wengine wazima kabisa wasizofanya kama anachokifanya. Mungu akikuumba tu kisha umezaliwa unajua kuna kusudi lako. Kuna kitu Mungu ambacho cameraman upo na sisi. <laughs> Jack, yeah, kuna kitu tu lazima Mungu amekuwekea. Nacho, nachoweza kuambia ni, watambue kusudi la Mungu. Waombe sana Mungu watambue kusudi lao. Kusudi lake Mungu, yani, kusudi la wewe kuwepo duniani. Sababu Mungu hawezi kuumba tu, kaa uje from nowhere, kuna kitu. Kwa hiyo akishatambua hivyo, unajua atajua cha kufanya. Na sio kukaa tu bila kazi, ya. <clears throat> Tunashukuru sana, na shukuru kwa ushirikiano wako eh, uh, you know hutakufa paka uone aliokuahidi Mungu. Utaishi usimulie uaminifu wake kweli, hutakufa

Utaishi, usimulie uaminifu wake kweli. Ahadi ile itatimia kwa sababu umemwamini na una mashaka, najua ata itimiza ahadi ile it tatimia kwa sababu umemwamini na hauna mashaka najua, hata itimiza. Haiko mbali, iko karibu. Yeah, thank you. Okay, lakini pia watumishi wa Mungu ambao wananifuatilia Ambao wanisupport najua wanisupport sana. Yaani watumishi wa Mungu kweli naona support yenu ni kubwa sana. Yaani mpaka hapa nilipofika sio mimi tu ni Mungu peke yake kuwatumia nyie kunisupport. Hivyo support yenu inaanza kuzaa matunda sasa nimesha record wimbo na nimesha shoot kwa Jumapili saa mbili, yani kabla saa nne wimbo wangu utaruka hewani digital platforms zote. Kwa hiyo nilikuwa naomba watumishi wa Mungu, yani, mungu, yani, wa mungu. mtakapokutana popote na wimbo wangu yani Msupport, mcomment, mshare ili uende zaidi huduma yangu izidi kukua. Naamini mtafanya hivyo kwa sababu nadhani mlikuwa mmesubiri sana. Toe nyimbo zake, toe nyimbo zake. Support yenu sasa imeanza kuzaa matunda. Jumapili mkae online, Jumapili mtaona tu kazi nzuri na najua itawabariki sana kwa sababu nyimbo mimi nazungumzia maisha halisi, nyimbo ambayo yaani inakutia moyo kiukweli. Kwa hiyo naomba tu atumishi wa Mungu mtakapoiona popote. Muisupport na Mungu atawabariki sana ya ki, nyimbo inaitwa Sitabaki hivi hivi. Naweza nikakuimbia tu kakoras, uone namna gani na, inasema ina, ina, hivi Hivi hivi unavyoniona ndivyo hivi navyosonga hivi hivi navyo sitabaki hivi viigi kwenye tua hizi sijakoma hivi hivi unavyoniona ndivyo hivi vinavyosonga hivi hivi hivi sitabaki hivi hivi hivi. Hivi hivi. Hivi hivi. Hivi hivi. Unaweza kuona namna gani ninavyokuonyesha yani, katika maisha haya. Uh, ujue Mungu anakuleta kwa kusudi lake kwao haijalishi na wanadamu wanasema nini, wewe amini katika hivyo hivyo ulivyo, kuna hatua utafika. Naamini mtabarikiwa na big up sana. <laughs>